Wazee katika baraza la jamii ya Bukusu wanasema Mlima Elgon una hazina kubwa ya maliasili na vivutio vya utalii ambavyo vikiboreshwa vinaweza kuongeza utalii wa ndani na wa kimataifa na hivyo kuchochea uchumi wa jamii za maeneo hayo. Wacha Mount Elgon, watu ambao wanaishi Mount Elgon wawape heshima yao na wakae na sisi watu ya Mount Elgon. Mimi naongea kama chama ni wasapute. Tunataka tuwe na heshima, ninasii sana utanganyifu wa kukula sana hatu viongozi wanapenda kukula kwa sababu ya pesa. Muachane na hiyo, tujue maneno ya Mungu na heshima, mahali patakatifu aheshimike. wa, Wamestaka serikali husika kuweka miundombinu bora, kuendeleza maeneo ya hifadhi na kutoa mazingira rafiki kwa uwekezaji, ili kufungua milango ya ajira kwa vijana wengi wanaokosa fursa za kipato. Hata mimi ninashangaa, Bungoma kaunti za hall inashangaa sana bila kuuliza wazee, bila kuuliza manabii, bila kuuliza wazee wa ndani, mjue hii Bungoma imekaa namna gani? Nashangaa chamaniu kutoka eneo bunge la mlima Elgon, Kaunti ya Bungoma, mimi ni Alex Wekesa.